Na sisi ambao tunapiga kelele sana, ajabu ni kwamba sijawahi kusikia, labda mnikumbushe, kuna mahali mlifanya, sijawahi kusikia watu wakipiga kelele wazee, eh, eh, mbona hakuna usawa katika ushiriki ushiriki wa, hakuna usawa wa kijinsia kwenye vikao vya vikuu vya chama? Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumenyamaza? Niambieni. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumelinyamazia hili? Kwa tunapozungumza haya lazima vile vile tujizungumze na sisi. Tusipojizungumza na sisi hili tatizo hatutalitatua. Nasema uongo? Nimesema na wakwaza, sio eh? Kwa lazima going forward, lazima tufanye mjadala juu yetu sisi wenyewe na, na, na usa, maswala yote yanayohusu usawa wa jinsia. Kumbuka kumbuka nilichokisema Asilimia 51 ya wapiga kura wa nchi hii ni wanawake. Inakuwaje kwenye chama kikuu cha ukombozi, kwenye chama kikuu cha upinzani ni cha ukombozi, kwa nini uongozi wake wa juu ni old boys club? tusipo tukiogopa tukiogopa huu mjadala na tuzibe midomo yetu juu ya mambo wanayoyafanya CCM. Tukiweza kuuzungumza ndani mwetu sisi kwa, wenyewe kwa wenyewe, tutakuwa na haki ya kuuzungumza nje kwa wengine, sawa sawa. Si ndivyo yanavyosema Maandiko? Toa kwanza boriti kwenye jicho lako ili uone vibanzi kwenye macho ya wengine, au sio? Kwa lazima hii conversation lazima ianze. Itakuwa si sawasawa kukaa tunasherehekea sikukuu ya kimataifa ya wanawake, halafu ukiangalia lineup yetu inatu, inatusuta. Tunaelewana, jamani? Nilisema nisamehe kama nime